Naam, vijana hao walivamia nyumba hizo na kurusha vyombo vyao nje, wakazi wakilalamika kuwa baadhi ya mali yao iliibwa. Wakazi hao wanaiomba serikali ya kaunti kuwa na utu wanapodai kodi, huku wakisema kuwa walikuwa wameshasamehewa uh, madeni na serikali iliyopita. Situation imekuwa mbaya kwa mifuko ya watu, watu wameandago mambo mingi, ndio tuko na maarias Hatujakataa kulipa mwanzo. The way they treat their tenant, hata kama mtu unamdai, kumletea goons harassment kwa nyumba haifai. There, there is a polite way ya kuadresa deni. Kenya yenyewe iko na deni, mtu atakosa. Sisi binadamu wa Kenya tutakwasaji deni. Wamama wanapigwa ndani ya nyumba. Na vijana ni guns. We asked for uniformed county officials wakuje wafanye eviction. Sisi tumeletewa guns. Hatuwezi kubali mambo kama hiyo. Number two, hizi evictions zinafanyika. Mike Sonko Kabumba 047 governor alipeana waiver. Waiver ile alipeana kuna di gazetment. Saa hii hizi madeni hii inatuangaisha huku, ni ile waiver Sonko alipeana, Sakaja amerudisha.